ko eh, uh, mwalimu msaidizi kocha Coastal Union Joseph Lazaro kuzungumza uh, kwa niaba ya benchi la ufundi namna ambavyo uh, kikosi cha Coastal Union kipo tayari kuelekea <coughs> mchezo wa kesho dhidi ya Yanga Africans. Coach Joseph karibu, zungumza na wanahabari, waeleze namna ambavyo kikosi cha Coastal Union kipo tayari kwa kabiliana na Africans hiyo kesho. Asante. Kwanza kubwa ni kumshukuru Mungu, tumefika kwa kituo cha mchezo wetu sisi na Yanga. Kubwa tu ugumu wa mechi ya kesho ni sehemu ambazo tupo siti mbili wenzetu na sisi. Huo ndio ugumu wa kwanza. Tunaingiaje na Yanga? Nadhani sisi tunajua sana Yanga kuliko wao kutuangalia sisi, kutokana na timu yao ilivyo na sisi. Hawezi Yanga kutu kuangalia TV zetu, video zetu. Lakini sisi tumeangalia sana. Kwa hiyo, huo hizo kwa wepesi sio kwetu kujua Yanga koje na sisi tufanye vipi. Lakini kubwa tunaongea na ugumu wa mechi ni Yanga wako nafasi gani na sisi nafasi gani kwa kila timu itaingia no, no na utofauti wake, kutokana na nafasi ambazo tupo. Wao wako pale, si kwa nafasi ambayo ina mashaka chochote. Inaweza ikatokea tofauti na wao, wao watakosa so ubingwa, sisi tutashuka daraja. Kwa hiyo, kwanza ugumu kwa uko hapo, yani sawa. Maswali kwa mwalimu <clears throat> katika mchezo wa kwanza wa unaweza kutengeneza nafasi kadhaa kwenye mchezo ule na kushindwa kutumia nafasi hizo, hususan katika safu ya ulinzi attack, kun na kushindwa kutumia nafasika mchezo akisho mejiandaa vipi na mmeenda vipi safu yako kweli, unajua kila mechi na hapo aina uchezaji wake na, na timu unaipangaje kutokana na mechi ambayo umetoka na ambayo unaenda kucheza. Huo ni udhaifu ambao tupo, lakini ndio kwanza tumemfanyia kazi kwa sababu unaposhinda unajua adui yako pia anaweza asije kwako, kujua kumbe watu nao pia wanaweza wakafunga kwanza. Ni hicho mapungufu watu tunayajua, na tumeona ndio kwanza tumewafanyia kazi, lakini si huko tu kwenye kuscore, hata kwenye kudefend vile vitu tufanyia kazi, kwa sababu unaweza ukafunga huko nako ukafungwa. Kwa hiyo tumeingia kama timu. Kwa nini tunafungwa? Tutakufungwa kwani tunakosa magoli, tunataka kushinda, kwa sababu utakapo utakapo wini enea pia anaweza asije ukwenu. Kwa hiyo tumefanya kazi katika uwanja wa mazoezi. Ni kweli, siku zote mtu naagizia mambo mazuri, huwezi kukafikiria mechi ya kufungwa. Unapowinwa kwa nini? Nimeshinda basi, mengi unaweza ukayarudia, kwa kuwa huyu na yule kidogo hawa kwa mapacha. Nilifanya nini mimi nikatoka draw, au nilifanya nini kawini? Unaweza ukarudia, japokuwa sio lazima, kwa sababu uweze kujua kama Yanga hii iko vipi, kwa sababu sisi tulipoteza nini bao tatu, sio je? Fikiri leo tutakwenda, tuko wanyonge, tukafungwa tena? Hapana, mechi ile ndio itatupa ugumu, tutatoa ugumu kwa Yanga leo kwa sababu gani? Kwa nini tulifungwa na Yanga bao tatu? Ah, mzuri wao alikuwa ni mtu fulani. Na wao pia wana udhaifu ni binadamu, hapa udhaifu wako hapa. Kwa hiyo sikufunga kwetu na Yanga iweza kuwa machi mzuri ya leo. Mwalimu, nikushukuru sana.